Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mbeya mjini Afrey Nsomba amechukua fomu ya kuwania ubunge wa jimbo la Mbeya mjini kupitia tiketi ya CCM. Akizungumza na wanahabari baada ya kuchukua fomu hiyo, amesema ameamua kuchukua fomu hiyo kwa kuwa anafahamu vyema mazingira ya jimbo la Mbeya mjini kwa kuwa amekuwa kiongozi wa chama kwa miaka kadhaa. Naitwa Afrey Nsomba, naitwa Afrey Nsomba, ni mtiania, amekuja hapa kwa mujibu wa utaratibu wa chama, asubuhi mapema ya leo nimekuja kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya nafasi ya ubunge kwenye jimbo hili la Mbeya mjini. Na kama mnavyojua kwamba nilisema mapema kabisa kwamba nitakuja, nitakuwa sehemu ya watakaotiania kwenye jimbo hili la Mbeya mjini. Na ukizingatia eh, mazingira ya jimbo hili la Mbeya mjini nayajua vizuri lakini nimekuwa nikifanya kazi hapa kwenye jimbo hili la Mbeya mjini kwa ujumla kwenye hizi kata zote 36. Kwa hiyo nimekuja kuchukua fomu ya kutia nia. Paka nimechukua hatua hii ya kuja kutia nia ya kugombea ubunge kwenye jimbo hili, maana yake nimejitathmini vizuri sana kwamba kwamba naweza nikaongoza mimi. E, kabla ya kuja hapa niliwaambia hata kipindi kile kwamba ni mwenyekiti wa CCM wa wilaya Mbeya mjini. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo ya mwenyekiti wa CCM ya wilaya ya Mbeya mjini nimechaguliwa katika vipindi viwili. Nimechaguliwa tangu 2017 ili jimbo likiwa upinzani. Nimepambana na wanachama wenzangu kuhakikisha tunagomboa jimbo hili la Mbeya mjini na tukapata mbunge mahiri sana, Dr. Tulia Ackson. Na baadaye nikachaguliwa mara ya pili mwaka 2022. Nikachaguliwa na wanachama wakaniamini na chama changu kikaniamini. Kwa hiyo katika mazingira hayo, nafanya nimefanya kazi sasa, naelekea miaka kumi. Kwenye jimbo hili sikuwa na wasiwasi hata kidogo, kwamba naweza nikashika nafasi hii na kuiongoza Mbeya Mbeya, kwenye jimbo hili la Mbeya mjini. Nikilipoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama Kusaga TV.